Hapo zamani za kale kulikuwa na eneo ambalo wageni na wenyeji hufika kupata vyakula vyenye ladha wakikaribishwa na mandhari iliyosheheni vitu vya zamani. Eneo hilo lilijulikana kama mgahawa wa zamani, mgahawa ambao historia yake haikuanza kwenye jiko bali ilianza kwenye miaka minne iliyopita baada ya wageni kuhitaji baadhi ya vitafunwa vikavu na kukosekana, ndipo mjasiriamali Khaira akaona fursa hiyo na kuanzisha mgahawa katika eneo la Kiembe Samaki Unguja. Mapambo ya mgahawa huu wa zamani yote yamezingatia asili ya zamani ikiwemo mkeka, jamvi, vipepeo, makawa, sahani za bati, baisikeli na vingine vingi, bila kusahau vibakuli vya vifuu. Kwa nikasema, kwa nini tusipate sisi sehemu yetu, ambayo ukija Zanzibar utakutana na sehemu ambayo ina saa vizanzibari na vitu vyote vya kizanzibari unaweza kupata hapo na halisia wetu na utamaduni upo. Haila, akawa sio tu mpishi bali mlinzi wa urithi, akawafundisha mapishi ya asili, akawapa ajira na matumaini vijana walioshirikiana nao katika mkahawa huo. Sisi vyakula vyetu ni vya kinyumbani, kwao tumechukua watu kutoka nyumbani kabisa, ambao hatujajali usomi wao vipi, tumeelekezana, tukashirikiana na mpaka sasa hivi tunaendelea kushirikiana. Ndio maana mpaka sasa hivi tunaendelea na vyakula vyetu, kivionja wateja wetu wanatuambia chakula kama cha jirani wanafunzi wenzangu wakiniona wale chuoni kunafanya kazi fulani sehemu fulani eh, wananiona na wao pia wanakuja kusapoti. Najikimu kimaisha naendeleza maisha yangu, kwa hiyo nashukuru na kwa uwepo wa zamani kefu kutu, kwa kutusapoti. Ni changamoto gani amekutana nazo wakati wa kuanzisha mgahawa huo? Ukipita kwenye maduka Stone Town, vitu vingi ndio vinapatikana Stone Town vya zamani, unaweza kukuta labda mdeli laki tatu, mdeli wa kahawa unaweza kukuta Mali ya kunaishia mkono tasa na laki tatu. Kwa hiyo ukizama vitu vile ambavyo havina kabisa maana, mdeli mmoja na kunaishia mikono mmoja, tayari laki sita. Nao baadhi ya wateja ambao apendelea kufika katika mkahawa huu, nao walizungumzia kuvutiwa na eneo hilo. Nimekuja zamani hapa, ni miongoni mwa restaurants pekee za Zanzibar, ambazo zina sau vile vyakula vya kizamani ambavyo ni Free from GMOs na chips za chips za kisasa hizi, kwa hiyo nimevutiwa leo kuja hapa kwa ajili ya kupata asili yetu kidogo. Sijui vipurepure hapa pia vipo vile vidude vidogo. Mimi huko nyumbani nilikuwa navisikia nahadithiwa tu nyumbani, lakini hapa unavikuta kabisa, kwa hiyo vile ndio vinanifanya na nakuwa nakuja mara kwa mara, mara jasili aachi asili nami nimekumbuka asili yangu ya zamani. Baibu la kamba kanga yangu ya kisutu kipepeo pembeni, na mkoba na huku nikiwa na bembea, katika bembea nzuri ya kizamani. Haya yote yanahitajika kuendelezwa katika jamii ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kujifunza tamaduni zetu. kutoka Zanzibar, Mtumwa Saidi, Azam.